Development. Biashara. Mheshimiwa Spika, sekta biashara ina umuhimu mkubwa katika kuchochea maendeleo ya kukuza ajira kwa watu wa Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika awamu zote imekuwa ikichukua hatua za kuimarisha na kuongeza ufanisi katika sekta hii. Katika kipindi cha pili cha serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar mwesaba, serikali ya saba, serikali itahakikisha kwamba inaendelea kuimarisha mazingira ya wepesi mazingira na wepesi wa kuendesha shughuli za biashara Zanzibar nitahakikisha kuwa tunafanikiwa kukuza biashara za ndani, biashara kati ya Zanzibar na Tanzania bara na kati ya Zanzibar na nchi wanachama jumuiya ya Afrika Mashariki, pamoja na mataifa mengine ya nje. Lengo letu ni kuongeza bidhaa zitakazouzwa tutakazo, tutakazo Tanzania bara ili zivuke kile kiwango cha mwaka 2014/15 ambacho tuliuza bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni mbili shilingi bilioni mbili milioni mia tatu milioni mia mbili na tatu nukta nane kadhalika. Tunapanga tuvuke kiwango cha bidhaa zenye thamani thamani. Lengo letu ni kuongeza bidhaa zitakazouzwa Tanzania bara ili zivuke kiwango cha mwaka elfu mbili kumi na nne kumi na tano kwa bidhaa zenye thamani ya Tanzania shilingi trilioni mbili bilioni mbili na nukta nane kadhalika, tuvuke kiwango cha bidhaa zenye thamani ya Tanzania shilingi bilioni mia moja thelathini na tatu laki tano ya tisa tisina moja nukta saba ambazo ili kumi na tano. Ili kuyafikia malengo hayo, serikali itaendelea kutoa elimu kwa wafanyabiashara juu ya fursa zilizopo na utumiaji mzuri wa masoko yaliyopo Tanzania pamoja na jumuiya kiu ya kiuchumi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanachama. Serikali itaanzisha ujenzi wa kituo cha biashara cha kimataifa katika eneo la Nyamanzi na itaendelea kuhamasisha wafanya biashara na wajasiriamali wa Zanzibar ili washiriki katika maonyesho ya biashara ya kimataifa itakayofanyika hapa Zanzibar na nchi mbalimbali. Katika kudhibiti ubora wa bidhaa na huduma zinatolewa na wananchi, serikali itaimarisha taasisi ya viwango wa Zanzibar iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria namba moja ya viwango vya Zanzibar ya mwaka 2011 kwa kuanza ujenzi wa ofisi ya maabara katika eneo la Maruhubi ili kuimarisha ufanisi wa taasisi hii ya viwango vya biashara ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa zao la karafuu kwa uchumi wa, wa uchumi na historia ya Zanzibar na watu wake, serikali inaendeleza juhudi mbalimbali za kuliimarisha zao hili. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita tumepata mafanikio makubwa sana katika kulifufua zao hilo. Tulianzisha mpango maalum wa miaka kumi kwa kulifufua na kuliendeleza zao hili na kwa kulifanyia mageuzi makubwa shirika la ZSTC ambalo kwa sasa linaendeshwa kwa ufanisi mkubwa. Kwa mara nyingine, nawaahidi wananchi kwa serikali itaendelea kuwalipa wakulima wa karafuu asilimia 80 ya bei ya karafuu Asilimia themanini ya bei ya karafuu ya soko la dunia kama ilivyoahidi katika kipindi kilichopita. Msimamo wangu uko pale pale. Serikali itaendelea kuwapa mikopo wakulima wa karafuu na vilevile itawapa na miche wakulima hao bure kutoka kwenye vitalu tulivyovyanzisha. Tutaendeleza vita dhidi ya magendo na tutaendelea kuimarisha shirika la ZSTC ili iendelee kusimamia vizuri biashara ya karafuu na viungo vingine, ili liendeshe kibiashara na liendelee kupata faida. Wito wangu kwa wananchi na wakulima wa karafuu ni kwa tushikamane katika kuendeleza mafanikio haya. Vile vile serikali itaendeleza ujenzi wa barabara za ndani zinazoelekea kwenye maeneo yenye karafuu nyingi. Jumla jumla barabara nne zitajengwa jeng kwenye maeneo mbalimbali katika kipindi hichi. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hiki serikali itaendeleza utaratibu wa kudhibiti ubora wa karafuu za Zanzibar, yani branding, ili kumnufaisha mkulima wa zao la karafuu. Hatua za awali za vyeti vya kudhibiti ubora kutoka TBS na Tansat umepatikana. Usajili utapangwa kwa wakulima pamoja na wanaoshughulikia na, wa na zao la karafuu kwa ajili ya kuwawezesha wa kuwapatia misaada mbalimbali mbali. Jitihada zitafanywa ili waweze kuendesha shughuli zao kwa ufanisi pamoja na kuwalipa fidia wale ambao wanapata ajali katika uchumaji wa karafuu. Shirika lita, shirika litaweza kuleta utaratibu wa kuwepo kwa karafuu kwa kutumia kilimo kilichoitwa hai, yn yani organic cloves. Mazao mengine ya mfumo wa kilimo hai tayari yameshaandaliwa utaratibu wake. Mazao hayo ni pilipili pili hoho, pilipili pili manga na mdalasini na kazi ya kutoa elimu ya, ya ulimaji wa mazao hayo inaendelea. Maeneo ambayo wamepatiwa elimu hai hadi sasa ni Matemwe kwa pilipili pili, pili, hoho, da ya Mtambwe na Gando kwa mdalasini na pilipili pili, manga. Viwanda. Mheshimiwa Spika, nafahamu kwamba tunaanza kipindi cha pili cha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya saba ikiwa bado tumekabiliwa na changamoto nyingi katika kuendeleza sekta ya viwanda. Miongoni mwa sababu za kuwepo kwa changamoto hizo ni uchache wa rasilimali tulizo nazo sisi hapa Zanzibar ambazo zingeweza kutumika katika malighafi kwa kuendeleza viwanda vya aina mbalimbali. Wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka jana, katika nyakati mbalimbali, ilielezea kuhusu juhudi pamoja na mipango yetu ya kuendeleza viwanda, hasa viwanda vya kusindika samaki, mazao ya kilimo na mifugo viwanda vya ushoni na viwanda vingine vidogo vidogo. Nataka niwahakikishie wananchi kwa katika kipindi cha miaka mitano ijayo, nitasimamia utekelezaji wa ahadi yangu hiyo niliyoitoa wakati wa kampeni, huku nikishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutazidisha kasi ya kutafuta wawekezaji wenye mitaji mikubwa wenye uwezo na dhamira ya kweli ya kujenga viwanda katika eneo uhuru la huko Micheweni vitakavyokuwa na uwezo mkubwa wa kutoa ajira kwa vijana wetu kama tulivyoshaanza katika eneo la Fumba. Kadhalika, serikali itaendelea, itaendeleza viwanda maalumu ya kiuchumi yani special economic zones na kuwavutia wawekezaji wenye mitaji mkubwa kuwekeza katika miundombinu ya viwanda hivyo ambavyo navyo vitatoa ajira kwa wingi zaidi. Utalii. Mheshimiwa Spika, ni jambo la kutia moyo kuona kwamba tumemaliza miaka mitano ya kwanza tukiwa tupata mafanikio makubwa katika kuendeleza sekta ya utalii ambayo hivi sasa ndio sekta kiongozi katika uchumi wetu. Jitihada zetu za kuendeleza utalii kwa wote na kufikia azma yetu ya kufanya utalii kwa sekta kiongozi ya uchumi zimeweza kuzaa matunda katika kipindi kilichopita tumeweza kuongeza idadi ya watalii kutoka watalii laki moja elfu thelathini na mbili mia nane thelathini na sita mwaka elfu mbili na kumi hadi kufikia watalii laki tatu elfu kumi na moja mia nane tisini na moja mwaka elfu mbili na nne. Hata hivyo, idadi ya watalii waliotembelea Zanzibar mwaka jana ilikuwa watalii laki mbili elfu tisini na nne mia mbili arobaini na tatu kutokana na sababu mbalimbali. Katika kipindi cha miaka mitano ijayo tutaongeza kasi ya kuimarisha sekta ya utalii ili tuweze kulifikia lengo letu lililobainishwa katika ilani ya uchaguzi mkuu wa system ya mwaka 2015-2020 la kufikia idadi ya watalii laki tano wanaotembelea Zanzibar katika mwaka 2020. <coughs> Serikali itaongeza kasi ya utekelezaji wa matokeo ya ustawi, yani results for prosperity, mafanikio ya utalii kwa wote, kushajisha ushiriki wa wananchi katika sekta ya utalii na kuwahusisha sekta zote za uchumi kwa shughuli za utalii. Serikali itaongeza kasi katika kuvitangaza vivutio vyetu vya utalii pamoja na uzuri wa Zanzibar ulivyo na ukarimu wa watu wake katika masoko mapya katika bara la Ulaya, katika bara la Marekani, mashariki ya kati na mashariki ya mbali. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kuwashajisha wawekezaji ili waje kuwekeza katika ujenzi wa hoteli za kisasa na utoaji wa huduma huku tukiwa tumeelekeza nguvu zetu katika kuimarisha utalii unaozingatia hifadhi ya mazingira na kulinda utamaduni wetu. Katika kipindi hiki chuo cha utalii cha Maruhubi kitaunganishwa kita na chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza, ili kuimarisha utoaji wa mafunzo ya utalii kwa kutoa shahada za fani mbalimbali. Mafunzo haya yatasaidia katika kuimarisha sekta ya utalii na kuongeza ajira kwa vijana. Katika kipindi cha miaka mitano ijayo, serikali itaongeza juhudi kuziimarisha sehemu za kihistoria na kufanya matengenezo ya makumbusho pamoja na kufanya uhifadhi wa mapango ya asili kwa lengo la kuyatunza na kuchochea shughuli za utalii. Kadhalika, serikali itaendelea itaendeleza utekelezaji wa mipango ya uhifadhi wa mambo ya kale na kuanzisha taasisi ya nyaraka na kumbukumbu za kale pamoja na vituo vya kuhifadhia kumbukumbu katika kila mkoa.